Na mimi nataka kushutumu na niambie Gachagua wazi ya kwamba bunge la mwananchi Jakaranda haitakuwa mali ya kupiga mheshimiwa Ndindi Nyoro, ndio haitakuwa. So however, umetuma umetumwa from nowhere, unakuja Jakaranda ationekane kwamba mri... my friend the best MP now ni honorable Ndindi Nyoro wajini kutuambia hapo fala. Kama mpendi elimu muingie kwa matatu mkuu wa makanga na dereva. Wachana mambo ya elimu ndio ndio nyati elimu. Okay, <laughs> Unapata central sa, samani si kwa madharau <laughs> Kwa wale ambao wametajirika ukitoa kwa familia Kenyatta na wachache kidogo. Wengine wamebaki bado wa na mali drop out class 3, class 2. So even ndio atakurudisha katika kwenye karne hii. Sahi kama hujasoma ni nini utasaidika sahi ke Kenya sahi? Ama ulimwengu wa sahi? Ulimwengu wa saa si mkule kitabu, si kama ile ya kitambo. So wale matajiri ambao wamekaa hapa milima kama kina Gachagua wanafikiria kwamba hawako kula kitabu; sasa so, wanafikiria kwamba pia watoto wetu wasikule kitabu. Ndindi Nyoro ni kijana ambaye ameonyesha mfano ya mwema kwa mambo ya education. Gachagua atafuta watu kule kula mnyoro, tengenezee bunge huko kwako, wapige Ndindi Nyoro. Tunatambua kazi ambayo Ndindi Nyoro anafanya. Huwezi kutuambia hapa Ndindi Nyoro, sijafanya kazi. Kwani Kashagwa, acha kutubeba fala. Kenya sio kabila moja na Kenya Nairobi na nataka kuhakikishia ki, mheshimiwa Gashagwa. Gashagwa, unaona sasa una chapa ya Kikuyu Kikuyu. Kikuyu. Nairobi. Nairobi, Tuta make sure 17 constituents haitakuwa wa Kikuyu. Ndio kuwa na lesson. Uwezi kukaa kwa kwa fulani, we are Kikuyu. Sisi, Sisi gema, Gema. ni fala kiasi gani kwa Gashagwa, tupange Nairobi City. Waje tufanye vitu professional. Namna former president Uhuru Kenyatta alikuwa anataka, professional way. Si mambo ya kumbafu na no, dio mingi na no ukabila. Asi wa Kikuyu. Sisi Gema. Amisha kura hadi hadi Nyeri. But Nairobi mtakuwa gavana. I'm sorry to say that. Hadi DCP kuwa gavana Nairobi. Nairobi kiasi gani? Ni Ni Ni Ni nini nini nini Kasakaja amefanya mbaya? mbaya? mbaya? unataka kupangana chini Chini ya so, chini ya DCP, lazima DCP. My friend. Gachagua Nairobi imebeba wajanja. Tumekubali tumekuja na basi. Iwe ni ya matanga, iwe ari ya mira but Nairobi tuna dominate kwa, kwa mbinu yote ya kashagwa. Nairobi itapangwana vizuri. siasa ukabila pereka wa mnyoro aatafiac The only party ambayo iko central ni chama cha Jubilee ambayo inaongozwa na former president Uhuru Kenyatta Migai. Na tuko na jenga wote. Kama mnataka guns, tuko na guns. Kama mnataka pesa, tuko na pesa kama Jubilee. So tuna tuko na kila kitu. Kama ni guns tunayo, kama ni pesa tunayo. So gashako hata time yako baada tutakufungia, tutakuwekea lockdown Central Kenya. Central chama ambayo inasikika ni chama ya former president Your Excellency Uhuru Kenyatta, rafiki ya marehemu Raila Odinga, rafiki ya Mheshimiwa Rais William Ruto. Waje kutupanga na sisi wa kabila. Ni lazima tupangane. Bunge ambayo tumeruhusu kwa shagwa, ile bunge ambayo ya, ya, ya, wa, ya wata, wale wata, wale wale wa chao ya saa tisa usiku. Ambao anasema one time, One time. Hiyo ndio bunge ya Kashagwa. Hii ni kwa kwa railway. Ambao wana akili one, one time, one time ya mama ya nani? Kwani Ruto anaenda wapi? Hao wengine wanaenda wapi? Unaona wamekuja hadi wametoa Matiang'i kwa sababu yeye anataka ni mimi, kama sio yeye Kalonzo. Anataka kukontrol Kalonzo kama remote. Hataki, hataki Matiang'i, hataki Uhuru, eh hataki Natembeya, hataki Wajackoyah. So wamepangana na Kalonzo, wanagawa serikali kama mkate, my friend. Saa hii ile kiti ambayo kashakwa na Kalonzo wanaongoza wana, wana ni kamati ya wajuku wao. Hiyo ndio kitu ambayo wanaongoza hii Kenya, kamati ya wajukuu wao. Sisi hatutaki sasa ukabila. Kama Mheshimiwa Rais William Ruto kuna kasoro tunamerekebisha. Wakati yake ikifika 27 ni Wakenya ndio wataamua Ruto anarudi ama arudi. Basi Kashaba, tukwambia Ruto must go. Kashaba amejua Ruto anatumia kutajirika. Wakati alikuwa anapewa tenda ya neti na William Ruto. Kwa nini alikuwa anazungumza? Wakati Ruto alikuwa anapewa tenda ya barabara siku mau. Kashaba alikuwa anajua ama anafikiri hatujui. Oh, my friend Wacha tufanye siasa ya kufaidi, ya kufaidi wa Kenya Mwaje, yeye sasa ndugu ndogo yenu mnakuja hapa ati ndini nyoro sijafanya kazi. Unataka kuja wewe vyombo ya mama yako ndio ujue anafanya kazi kiasi gani. Hapo unataka ndini nje kuja kamwe ng'ombe ya mama yenu ndio ujue anafanya kazi kiasi gani. My friend, wacha ndini nyoro, mheshimiwa, sisi tunatamani ya kwamba ikikuwa na mina hii na mina hii siku moja kuwe president ya Kenya, kwa sababu ame qualify

Ukinipa milioni moja nitakupea kitambulisho, uenda jipigie. <laughs> Iyo sina ishu yoyote, takupea kitambulisho yangu. Ni elfu mia mbili, elfu mia tatu. Tengeneza pesa mingi. Bati milioni moja kwa vijana, kila kijana na milioni, tengeneza milioni kila kijana, so upige ni bilioni ngapi? kura milioni kumi, ukishapata nipa yangu, chukua, kitambulisho yangu tu ujipigie, ya bilioni n Nataka kuambia wanajivanji. Msikubali maskari na baada ya wanasiasa kwa control. Sisi atupigie mtu kwa kampeni. Ndugu yangu hako hapa. Pia wengine ambao nataka kusimama pia njooni Jacaranda, mjisungumuze na wananchi. Mutenge museme yale vitu ambavyo mnataka. So yule mtu atachagulia jivanji, tunafanya kazi na yeye kama bunge la Jacaranda. Kila mtu ameruhusiwa, wala ambao wamesimama viti vyote, kujini Jacaranda, muuse sera yenu. Hatuna gemea like, mali mingine lakini siasa si no la ya askari mkatai kuna baadhi, hata sisi hapa tulisumbuliwa. Tulisumbuliwa kama si connection hapa mbili tatu Kenya yetu hatungefanya chaguzi. Basi hatutaki maskari kuingizwa kwa siasa ya bunge la wananchi. Hatutaki na wanajivajibu siku mahali kuwekwa kwa na fulani. Mtu kama ni mkora aenda kwa mama yake nyumba yake. Bunge la wananchi si mahali ya kuficha wakora. Sasa hivi wanataka kutengeneza bunge la wananchi movement Kenya mzima, ya kulimisha vijana kwa nini tunafaa kupiga kura na kwa nini tunafaa kutuchukua kitambulisho. Hiyo ni kufa tafuta. Kwa sababu tatizo la vijana ni kosefu ya elimu. Tunataka kuelimisha si elimu ya kitabu, elimu ya, ya, uongozi. Hiyo ndio tatizo tatizo la Kenya. Vijana wanaona ukipewa elfu moja yako sawa au, oh, mjukuu topo mjukuu ndio kiongozi. Mwingine pia kuja ndao ah, sasa ni baba yao. Ah ah. Kula lakini jua mali unapi? Unapiga. Tunataka kuambia vijana tuwafundisha kwamba kiongozi ni nani? Kwa nini wanachagua kiongozi? Unachagua mtu ambaye anaweza kukuwakilisha katika kwenye bunge. Ikiletwa financial bill ambayo ina inadhulumu wananchi, anakataa na sababu, mheshimiwa rais, hii kitu haifai. Pili, ikiletwa sheria ambayo inakandamiza wananchi, anasema hapa, hapana. Hii hata kama ni rafiki ya mheshimiwa rais, hii haifai. Hao ndio viongozi wanataka, tuwalimisha vijana wajue kwa nini tunaenda chaguzi. Na wale ma, ma, warembo ambao wanajua kwamba huyu mwanadada anataka seneta. Ataka, kwa sababu yeye ni mrembo anataka kwa sababu anajua role ya seneta. Wale magirlfriend ya wanasiasa tafadhali, 2027, hamtachaguliwa tuliini kwa Airbnb mwalizana hiyo hiyo boyfriend, <laughs> yetu ambaye ni party leaders. Mkimaliza kwa bolot, vijana wadogo kama ambao kuna agenda, kesho tunachagua. Tumechoka na girlfriend ya wanasiasa, so wametukula ya kutosha. 2027 sisi wenyewe tunachukua hizo vitu. Asante sana, Mungu abariki wana mimi.